Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kitu tutasoma kinasema kuna mambo unaweza kupitia na yakakupata we mwenyewe mpaka ukajiona kama vile ni mkosaji. Kuna mambo unaweza ukapitia kwenye maisha na ukapita mpaka ukafikiri labda umelaaniwa. Ziko vitu unaweza ukapita na watu wengine wakakutafsiri pia tofauti. Anayejuaga maisha ya mtu ni Mungu mwenyewe, lakini kuna vitu unaweza ukapita na watu wakakata, watakavyoweza kukata na wakazungumza, watakavyoweza kuzungumza na wakasema, watakavyoweza kusema, kwa sababu wana vinywa, wana midomo. Lakini ninachotaka nikuambie, waseme watakachosema, wafikiri watakavyofikiri, mwenye majibu yako ni Jehova yawe Sema basi amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Kitabu kile cha Yohana tisa mstari wa kwanza tunakuta habari ya mtu mmoja hapo. Kitabu cha Yohana mlango wa tisa mstari wa kwanza. Kitabu cha Yohana mlango wa tisa mstari wa kwanza. Anasema Yesu hata Yesu alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Mstari wa pili, wanafunzi wakamuuliza Rabi, ni nani ametenda dhambi hata huyu mtu akawa kipofu? Je, ni wazazi au nani? Unaweza ukafikiri jinsi watu walivyomwona huyu kipofu. Si ajabu wengine walisema na laana huyu, ndio maana ni kipofu. Wengine wanaweza kasema huyu anadaiwa kwa sababu amelaaniwa. Na laana huyu, anaumwa kwa sababu amelaaniwa. Kila mtu anaweza akasema anachoweza kusema. Yesu alipokuwa anapita katika kuhubiri, alikutana na kipofu huyo na wanafunzi wa kamuoji, rabi, ni nani ametenda dhambi mpaka huyu mtu akawa si ajabu walianza kumcheka, si ajabu walianza kumjaji, kama ambavyo kuna watu wanakujaji kwenye mapito, kwenye shida zako, kwa kila kitu unachokifanya wanakufuatilia. Mwanangu, sikiliza, kuna watu ni wataalamu wa kufuatilia maisha ya watu, lakini nataka nitamke kinabii kwenye madhabahu, wana balaa bluu, maana aliyekuleta duniani ana neno jipya kwa ajili yako, hautafia kwenye hayo matatizo. kuna watu Kazi, kazi yao ni kujua fulani yuko wapi, anafanya nini. Wakiona kasoro kidogo, wanashikilia hiyo kasoro, wanashikilia hiyo madhaifu. Ninazo habari njema, kwenye madhaifu ndiko Bwana atakutoa kwenye madhaifu ndiko Bwana atapigana na adui zako. Si kama naongea na watu watatu wanaosema kwenye madhaifu ndiko Bwana atafanya vita na maadui zako, sema amen. Watu wakishaona udhaifu na mapito unayepitia ni rahisi kusema, wakasema si unaona mme wake amemwacha, si unaona wanafarakana, si unaona hawana mwenendo mzuri, si unaona wakatunga, wakasema ni kwa sababu ni malaya, ni kwa sababu ndiyo, wanaweza wakasema. Mwanangu saa wanasema, acha kusikiliza, weka pamba kwenye masikio. Tazame jemadari wa vita, tendea na jemadari wa vita, usisikilize wasemavyo wanadamu, maana watasema tu. Wewe weka pamba masikioni, mwambie Bwana, Tazama, ndio uliamuru nije duniani Mungu, naomba unitoe, nataka ni nitabiri. Mahali hapa kuna watu watatu leo watatolewa kwenye madhaifu, watatolewa kwenye shida, watatolewa. Mmoja aseme leo nitatolewa, ili waipike. Sema faya, sema faya. Sema, kuna watu wanatafuta madhaifu yako ili wapitishe mateso hapo, wanabalablu Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Ni rahisi kufuatilia maisha ya mtu na kutunga watakavyoweza kutunga. Angalia mstari wa tatu, walipomwambia nani ametenda dhambi, ni wazazi wake. Unani, angalia majibu ya Yesu. Yesu anajibu, huyu akutenda wa dhambi wala wazazi wake, bali kazi ya Mungu idhihirishwe ndani yake. Kumbe kuna mambo unaweza kupitia ili Mungu baadaye ajifunue kwako, ili wamtukuze Mungu. Anapofanya kitu Mungu anataka atukuzwe yeye. Sema amen, sema amen. Kwa hiyo Yesu anamwambia, huyu akutenda dhambi Huyu hakutenda dhambi ila ni kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Mungu anaweza kurubi udhaifu fulani na mambo fulani, kumbe ni darasa la kufundishwa, wewe uende levo na ukishinda, sio tu ni darasa kwako, lakini nyuma yake kuna wengi pia wataumpa Mungu utukufu na wataokoka. Kuna madhaifu yanakuja kwenye maisha yako, kuna vitu shetani anaweza akaruhusu au Mungu akamruhusu shetani alete, yamkini kwenye ndoa, yamkini ni udhaifu wa kila aina, yamkini ni madeni, yamkini ni magonjwa, yamkini kukataliwa, yeyote ya tu wakaachiliwa na Mungu akaruhusu yakupitie ya lakini kusudi la Mungu, wao wataona madhaifu, wao wataona magonjwa, wao wataona madeni, wao wataona umasikini, wao wataona kukataliwa, wao wataona faraka. Lakini Bwana wa vita haoni faraka, anaona kinachokuja yakomba kupitia pito lako. Wengi watamjua yeye, wengi wataokolewa yeye. Sema basi, amena kama unabarikiwa. Wengi watampa utukufu jemedari wa vita. Kwa hiyo, kuna madhaifu unaweza ukapita na vikundi vikakaa, vikakujaji, vikasema watakavyoweza kusema, manauma akageuka, magonjwa yakainuka, vita zote. Sawa, wakati mwingine sio kwamba Mungu haoni, anaona na unaomba, sio kwamba haoni, anaona, lakini anaruhusu. Anasema, mwanangu Raeli, pita, mwanangu Alfa, pita, maana nakujua. Sai unalia, unasema, unasemae Mungu uko wapi? Anakuambia, mwanangu, nakuona, nashikilia roho yako. Wametabiri hautakufa, nashikilia roho yako, itakufa. Wamekuchimbia kaburi, nafukia makaburi. Watakuzika wametangaza, umechelewa kutoka kwenye nasubiri saa, mwanangu nasubiri majira majira ya kifika nitakuinua nitajidhihirisha kwako ili waliosema sipo na wewe wapate kujua huko na Mungu. Ninatabiri kinabii, kuna kitu kinakuja kwenye maisha yako mwaka huu. Sema faya, sema faya, sema faya, sema faya. Kuse mwenzako mwambie, Mungu atanifungua macho na nitaona Haleluya. Pe mwenzako mkono, mwambie kaa vizuri, maana Mungu anaweza akakutembelea wakati ukiwa kwenye kiti. Mguse mwenzako mwambie kaa vizuri, maana Mungu anatembea kwenye mahubiri. Si ajabu, utashangaa tu kuna nguvu inakukamata tatizo linang'olewa. Si ajabu, ni saa yako imefika. Sema basi, amina kama unabarikiwa, nyanyua mikono, sema saa yangu imefika nami na amini, nitatoka. Haleluya. Haleluya. Yesu, makofi kama unasema nitatoka. Angalia hivi, kwani Yesu alipofika kwa kipofu, akawa nunu, na akaona, na si ajabu wako waliomkatia tamaa kuwa hata kaone na atafia kwenye maisha na atafia kwenye upofu. Kipofu yule tangu kuzaliwa hajawahi kuona. Maandiko anasema siku Yesu alipopita pale, maandiko anasema wakawa wanamuuliza, aliyetenda dhambi ni nani? Yesu akasema hizi ni kazi za Mungu zidhihirishwe. Kitu gani kinatokea? Yesu alipopita mbele ya, kiwe, mbele ya kipofu. Na si ajabu kuna watu wamemkatia tamaa, wazazi wamekata tamaa, wamesema tumezani kipofu atafia kwenye upofu, lakini saa ya Bwana ilipofika, majina na maneno na vikao walivyokaa wakamjadili kipofu, ikageuka shujaa. Alipofika kwa kipofu, kipofu aliona shujaa. Atakapofika kwenye ndoa yako, ndoa yako itakuwa na jina jipya. Yesu atakapopita kwa mme wako, mme wako atakuwa na jina jipya. Mungu ataka familia ikakuwa familia itakuwa na jina jipya. Wamekuita madeni sawa, shujaa akipita kwenye familia utaitwa bosi, shujaa akipita kwenye familia utaitwa neema wa baraka. Nina tabiri kinabii, shujaa apite leo, shujaa, si ajabu ni zamu yako. Yesu alipopita kwa kipofu, china kipofu likafungwa, nataka nikuambie, pandisha kiwango cha imani Huyu Yesu nayemhubiri akipita kwako, historia kwamba ni mgonjwa inageuka, utakuwa unaitwa mzima. Unaimani? Unaimani? Sema nakataa roho ya hofu. Hakuna kitu kibaya na pepo chafu kama roho ya hofu. Roho ya hofu imekuwa inaleta mpaka pressure. Roho ya hofu inakuwa mpaka unakata tamaa, unaona umefika mwisho. Pandisha kiwango cha imani. Napotamka hivi hata nikikwambia nyanyuka, tembea, sema kwa neno lako natembea. Petro alimwambiaje Yesu? Tumechoka tu usiku kucha, tunafua samaki hatupati chochote, bwana mkubwa, usiku kucha. Yesu akamwambia Petro, nimekwambia tupa nyavu. Maandiko anasema Petro akamwambia, kwa neno lako nitatupa. Sikuja kama Elisha, nimekuja kama jemedari wa vita. Ndani yangu amekaa Yesu aliyenituma Bwana. Haujakutana na Elisha, unakutana na aliyekumba. Nataka nitamka neno, atakwambia leo tembea na utatembea. Sema samafaya kuse mwenzako, mwambie kuna neno la uzima mahali hapa. Na amini napona, na amini nashinda. Sema amen. Amen. Nazo habari njema leo ni, nazo habari njema leo Hautafia kwenye matatizo, hautafia kwenye hilo tatizo, hautafia kwenye kusemwa, hautafia kwenye laana na mikosi. Saa inakuja na saa ipo. Wale wasiokuelewa watakuelewa, wale waliokutenga watakurudia, wale waliokuchafua watarudi kukuosha tena. Saa inakuja na saa ipo, na si ajabu ni leo. Waliokushusha chini watakutafuta hewani na tabiriki kinapi nakuja na saa ipo. Bwana wa majeshi atapita kwenye nyumba yako, atapita kwenye tumbo lako, atapita kwenye ndoa yako, atapita kwa mume wako, atapita kwa watoto wako. Sema saa yangu inakuja, sema saa yangu inakuja, sema saa inakuja. Kiweta kujua saa yake inakuja. Mguse mwenzako umwambie ki, ki, ki, kipofu akujua saa yake inakuja. Mguse basi mwambie kiweta kipofu akujua saa yake inakuja, wala akujua saa ngapi. Na si ajabu alibaki tu akijua nimezoea hizi shida shida, utafia. Na nakutabiria utafia shida jambo la pili, matatizo yimzui Mungu asikufuate. Jambo la pili, matatizo, shida, ugonjwa, madeni, mateso, kutengwa haitamzuia a shujaa wa msalaba asimfuate. Mama Alfa, hata kama ndugu amesema, afai huyu anakwenda kufa Bwana atasema, namtafuta mama Alfa, namtafuta Hebron, natafuta mimi kwenu. Amenuka kwangu achanuka. Natamka bwana akupige brashi, bwana akuinua kwa viwango familia tutenge na mke wake tutenge na watoto wake, sawa, wao wamekutenga, lakini aliyekuleta duniani aliyeruhusu uende kwenye hiyo ndoa aliyeruhusu muolee na huyo mwanaume hajakutenga. Analo jina lako, amekuchora kwenye vitanga vya mikono yake, na ndio maana kuna watu asubuhi wanatamani ungesoa kufa, lakini Bwana anasema kwa sababu ndani yako kuna kusudi. Sijakupeleka kwa bahati mbaya, sijakupeleka kama mke, sijakupeleka kama mwanaume, sijakuunganisha na huyu mwanaume kama mke tu, hata kama anaumwa, hata kama ana madhaifu a, nilikupeleka kama mwanamke, lakini ndani yako nimeweka ahadi ya kwamba kupitia wewe uzao wake utakuwa uzao wa kifalme, ya kwamba kupitia wewe huyu mwanaume atainuliwa na inakujwa kitaonekana ndipo watakapopiga magoti wakisema, hatukujua Hebron, hatu mama Hebron, hatukujua kujwa, hatukujua Meri, hatukujua kujua Jastini na kwamba ana kitu cha pekee. Kuna watu mnapita kwenye mapito, kumbe ni darasa ambayo litawaokaa wengi. Na nalukasema napokea mafuta sema ya kushinda. Saidia kumgusa mwenzako, mwambie tuko darasani. Na mwalimu wetu mkuu ni Roho Mtakatifu. Na mwalimu wetu mkuu ni Yesu, ni Yesu. napenda hili jina la Yesu hata wakinipiga nitatembea na Yesu. Hata wakinisema nitatembea na Yesu. Hata wakitafuta madhaifu nitatembea na Yesu. Yeye ndiye aliyenishiria vita vyote. Nakuona mwanao, kuna siku utasimama, utakuwa na selebreti, ukikumbuka ulikotoka machozi yanakutoka, kana sio machozi ya uchungu, ni machozi ya furaha. Unakumbuka walivyokuwa na kusoma wanakukataa, wanakutenga, unakumbuka na faraka, unakumbuka na vikao walivyofanya. Saa hiyo uko juu viwango vya baraka, saa hiyo wanakuja kukuomba ushauri, wanakuja kukuomba neema. Nami natamka kinabii, iko nguvu itatembea juu yako, hautafia kwenye shida, hautafia. Hebu sema sitafia, sema ay, sitafia, sema kwa sema, sitafia kiriba, sema sitafia kwenye ugonjwa, sitafia kwenye madeni, sitafia kwenye kusema sitafia, kwenye faraka sitafia, kwenye kukataliwa sitafia. Yuko shujaa kwenye madhabahu, anaitwa Yesu, anaitwa Simba wa kabila la Yuda, atapigana vita vyako, maadui watajua unatembea na yeye. Sema fahaya, sema fahaya. Wangapo wananielewa? Wangapo wananielewa? Wangapo wananielewa? Pe mwenzako mkono, mwambie saa inakuja na dakika zipo.